Mheshimiwa mwenyekiti, tunafahamu kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan ametutafutia mradi wa tactic kwa ajili ya kujenga stendi hii na fedha zipo. Sasa maswali yangu mawili madogo ya nyongeza, tumekuwa tukipata majibu ya serikali ndani ya bunge hili ambayo hayatekelezeki zaidi ya mara nne. Je, mheshimiwa naibu waziri yuko tayari kujiuzuru endapo ikifika Mei mwaka huu mkandarasi hajakwenda site kule Bondeni City kwa ajili ya kuanza kujenga stendi ya kisasa? lakini la pili, kumekuwa na baadhi ya viongozi wamekuwa wanatoa kauli za kwamba mchakato wa ujenzi wa stendi umekwama kwa sababu ya mbunge. Je, yes, serikali iko tayari kutoa majibu kwa wananchi wa jimbo la Arusha mjini, ni nini hasa kinakwamisha kuanza kwa ujenzi wa stendi? Mheshimiwa naibu waziri, majibu ya serikali. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti, kwanza nianze kwa kumwakishia Mheshimiwa Mrisho Mashaka Gambo, mbunge wa Arusha Mjini, kwamba tunafahamu ni kweli serikali imekuwa na dhamira ya dhati kama ilivyo dhamira Mheshimiwa Rais wetu dr Samia Suluhu Hassan ya kutenga mabilioni ya fedha kwa ajili ya ujenzi wa stendi na miundombinu mbalimbali katika jiji la Arusha, na ni kweli kwamba baadhi ya miundombinu kazi imeanza, lakini tunafahamu sana umuhimu wa stendi ya pale Bondeni City katika jiji la Arusha, lakini lazima taratibu za manunuzi zifuatwe. Serikali ilitangaza zabuni, wazabuni walipatikana, lakini hawakukidhi vigezo kwa mujibu wa sheria na taratibu za manunuzi, na serikali singeweza kuendelea kumpa mkandarasi ambaye hajakidhi vigezo, ingekuwa ni ukiukaji wa sheria. Kwa hiyo, nimwakishe tu mheshimiwa mbunge kwamba dhamira ya serikali ni thabiti, iko pale pale na sasa tuko hatua za mwisho za kumpata mkandarasi na tunaamini ifikapo Mei mwaka huu ujenzi utaanza na utakamilika ndani ya wakati ifikapo Mei mwaka ujao elfu mbili ishirini na sita. Lakini pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, si kweli kwamba mheshimiwa mbunge wa Arusha mjini ndiye anayekwamisha ujenzi wa stendi ya Bondeni City. Si kweli kwa sababu taratibu za manunuzi zimekuwa zikiendelea na kumekuwa na mapungufu kwa makandarasi waliopatikana na serikali imeendelea kuhakikisha kwamba inafanya re-advertisement ili mkandarasi sahihi kwa mujibu wa sheria apatikane. Kwa naomba niwahakikishie wananchi wa jiji la Arusha kwamba mheshimiwa mbunge wa jimbo hilo amekuwa akifuatilia mara kwa mara na serikali hii sikivu ya awamu ya sita itahakikisha inatekeleza mradi huo kwa wakati. Asante. Mheshimiwa Suma Ikenda Fyandomo